Umesema kwamba yule mganga mkuu mlikuwa mnashea nesi, kwa hiyo akawa amekuchukia, lakini tuhuma alizokuandikia mbili za kukuhamisha, moja, taratibu haziruhusu kufanya kazi hospitali ya wilaya uende huko zahanati, lakini pili, tabia mbaya na tuhuma za kufanya mapenzi na wagonjwa katika chumba cha upasuaji. Kwa hiyo ndio, ndio, ndio, ndio, ndio design yako, hata huyu umefanya naye mapenzi kwenye chumba cha upasuaji, kwa hili halikuanza leo, tangu 2018 Haya, nyinyi mlikuwa mnayajua, kila mtu alikuwa hajui, lakini mganga mganga mkuu yule aliona wewe ukasema mimi, huyu aliona ukasema, alisaini yeye mwenyewe mganga mkuu amemhamisha, baada ya kuona huyu mtu ni tatizo. Moja ni eksera kwamba hutakiwi kufanya. Well, inawezekana makosa yalifanyika, lakini sio mbaya, kwa sababu viongozi wapo, wakaona sehemu ambayo unafiti, lakini pili, una tabia mbaya ya kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji ukarobu robu huko ukaenda kwa mkurugenzi akakuandikia barua ukarudi, umerudi amekuja kujirudia baada ya miaka mitano sijui sita, kwenye chumba cha upasuaji hicho hicho umefanya mapenzi na huyo binti, maanake ni tabia yako, mazoea. Kwa hiyo huna haja ya kusema kwamba alinisingizia, ali, ali, ali, ali kwaona hawa nao wamekuja wamekusingizia, wakusingizie kesi hiyo hiyo. Huyo binti na mume wake walikuwa wanamjua mganga mkuu mwaka 2018 rasi haupo mkoa huu, mimi sipo, mheshimiwa mkuu wa wilaya haupo inawezekana na viongozi wote hamkuwepo, lakini nyaraka zinabaki. Kama tabia unayo ipo ipo tu. Hii tabia huyu bwana anayo, sio kwamba anasingiziwa. Kwa bwana nani, mkurugenzi, umefanya kazi nzuri tu, umechukua hatua ya kumsimamisha. lakini haya yote yanafanyika yote, ndugu zangu. Wewe mganga mkuu, haupo hapa? Hebu usimame. Ni kijana wala sio mzee, una shida gani? Haya yote huwa uyajui wewe haya ukaunda kamati, hili limekuja kwako, ukaunda kamati nzuri ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa sio sio sio kamati ya kitaalamu, ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulificha. Wewe unaficha au ni uzembe au huto kuto kujali? Lakini kamati we mwenyewe unaishangaa kweli, ni we ulioiunda, ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu ikaleta na comprehensive ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya, licha ya kuwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati lakini ulidharau, au ni uzeni. Na wewe mmesema rasmi, nimeandika barua TAMISEMI, mmeandika barua TAMISEMI ahamishwe. Hakuna kuhamishwa, asimame kazi. Kama TAMISEMI watamhamisha wamhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewana? Yaani iwe comment kabisa bolded, kwa makosa haya aliyo nayo Mkurugenzi hapa sijui kama na mamlaka au ni ras. Msimamishe huyo mtu kazi. Mganga mkuu lete mganga, mkulete, mganga mkuu Mfawidhi hapa. DMO hapa akaimu hiyo nafasi mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye. Kwa sababu haya mambo huyu bwana yuko hapa. Huyu mtu amekuja amekufa, ametuondia tume ya uongo uongo uongo na kweli. Uongo tu. Ameletewa ripoti akakubaliana nayo. Mganga mkuu analeta ripoti chini ya ras. Tofauti inasema ile kamati hakuna ilichofanya. Lakini hakuna mtaalamu aliyemweka. Huyo nefu wewe na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati afsarishe, sijui nani, wote msimame kazi. Mganga mkuu leo leo, lete DMO hapa akaimu nafasi hata hapo hapo. Tafuta madaktari, sio wapo wenye nidhamu na adabu, hata pale mkoani ni lete mtu hapa akaimu nafasi. Toa kitete daktari pale aje akaimu hapa, kwa sababu sasa hawa mambo tu. Yafanyeje? Leo huyu mtu anabaka wagonjwa sini wadini huyu anasema siku tb inaenda popote, maanake popote utakapompeleka hawezi kufanyiwa kazi. Sasa asimame nione atakayekuja kuniuliza mambo gani. Sasa tufanyeje? Hao wananchi waende wapi? Huyu wakati anabaka alikuwa na daktari mmoja yule, hatumtuhumu yule mama lakini, ahojiwe yule ambaye alisema kwamba siwezi kumvua teeva mgonjwa, si mpaka daktari wa kike awepo au muuguzi wa kike, yule ahojiwe kama kuna makosa na yeye aingizwe kwenye makosa, ahojiwe seriously kwa sababu, kama lengo ilikuwa ni kwenda kushuhudia, kwa nini aliondoka akamwacha huyu na mgonjwa?